Nazo huduma za afya katika kaunti ya Kajiado zimetatizika kufuatia mgomo wa wauguzi. Wauguzi hawa wanalalamikia kutopandishwa vyeo, na pia wakilaumu kaunti kwa kukosa kutoa malipo ya serikali licha ya kukatwa. Hospitali ya rufaa ya Kajiado ni mojawapo hospitali zilizoathirika, na wagonjwa wengine wakilazimika kurejeshwa nyumbani. Weke unatukaribisha katika hospitali ya rufaa Kajiado. Kwa kawaida hospitali hii hufurika wagonjwa wanaotafuta huduma, ila leo kila kona haina watu, sio kwenye njia mbali pia ndani ya wodi, vitanda vikisalia bila wagonjwa. Ni madhara ya mgomo unaoendelea wa wauguzi, ambao umelazimu usimamizi kuwaruhusu wagonjwa kuondoka kutafuta huduma kwingine.

Wauguzi chini ya mpango wa UHC wamekuwa kwenye mgomo kwa siku kumi sasa, lalama zao zikiwa kutopandishwa vyeo, kupewa kandarasi za muda na dhulma kazini. Wanachama wetu ambao ni wauguzi wafunge hizo mahospitali ma ma ma ma zote na waende nyumbani. If you go to our CPF uh, portal, you will find that uh, the nurses have arrears of about 17 months, 1 year and 5 months, which have been deducted from their pay slips and have not been remitted to CPF scheme. Wasimamizi wa chama cha wauguzi Kajiado wanailaumu serikali ya county kwa kususia mikutano ya kutafuta suluhu ya mgomo huo. Wasitishwe na hizo barua ambazo wamepewa ambazo ni kinyume na sheria tutaenda. Mpaka kotini tuhakikishe hizo barua zimetolewa kwa faili. Mary Moki, Runinga ya Citizen.